Naitwa Dkt. Darusila Mlenga Jonyi, ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Singida. Kipekee kabisa, nipende kutumia nafasi hii kuendelea kuishukuru serikali yangu ya awamu ya sita kwa kazi kubwa ambayo imeendelea kuifanya katika sekta yetu ya afya. Aa, kwa kipindi hichi tumeweza kupokea madaktari bingwa lakini pia na uguzi ambao ni wabobezi katika kuhakikisha maisha ya kina mama na watoto hasa wale wanaofika katika vituo vyetu yanakuwa salama. Na tumepata ugeni huu mnamo tarehe kumi na saba ambapo wamekuwepo hapa katika halmashauri hii kwa siku tatu, na leo ilikuwa hitimisho la wataalamu hawa. Wataalamu hawa uh, walikuwepo katika halmashauri yetu katika hospitali ya halmashauri ambayo iliweza kupata elimu kutoka kwa wataalamu hawa ambao mmoja wapo akiwa ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, daktari bingwa wa watoto, daktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi, lakini na wakunga wawili ambao hawa wamejikita zaidi katika matibabu mbalimbali mbali ya kina mama wajawazito na watoto kipekee kabisa, tunaendelea kushukuru kwa sababu wataalamu hawa wametoa mentorship. Ukweli mentorship hii ni nzuri na watumishi wamefurahi, lakini pia tumepata ujuzi na knowledge mpya ambayo tunaamini kabisa kwa kutumia knowledge hii na vifaa tiba tulivyonavyo vya kutosha tutaweza kuendelea kuboresha huduma zetu na kutoa huduma ambazo ni bora kwa wananchi wetu. Tunaendelea kuishukuru kwa kweli serikali, kwa sababu ni serikali ambayo ina maono makubwa na ina malengo makubwa na mazuri kwa wananchi wake, kuona kwamba kwa kuna vifaa vya kutosha, watumishi tumepata wa kutosha, lakini bado haijachoka kuhakikisha vifaa hivi tulivyonavyo navyo na wataalamu waliopo wanaendelea kuwa uh, kujengewa uwezo au tunasema kwamba wanaendelea kubrashiwa kuhakikisha wanakuwa na ujuzi unaotakiwa ili kutoa huduma bora kwa wananchi wetu. Tunaendelea kuishukuru sana serikali. Mungu ibariki Tanzania. Kwa majina anaitwa Dr. Halima Basila, ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi, natokea Mwanza, wilaya ya Nyamagana, katika hospitali ya wilaya ya Nyamagana. Tumekuja Singida kwa ajili ya mentorship, ili kupunguza vifo vya mtoto na tumekuja katika wilaya zote za mkoa wa Singida kutokea katika mikoa tofauti tofauti, tofauti. Tuko jumla ya watu wa huduma ishirini, kwa wengine wamegawanyika kwenda katika wilaya nyingine, na sisi tumekuja katika hii wilaya ya Singida vijijini katika hospitali ya wilaya ya Singida tuko jumla ya watoa huduma watano, nikiwepo mimi daktari bingwa wa magonjwa ya kinamama, tuna daktari bingwa wa magonjwa ya watoto, tuna daktari bingwa wa usingizi na ganzi salama, tuna muuguzi wa chumba cha upasuaji na pia tuna muuguzi mkunga. Lengo la kuja katika mentorship hii ni kwa ajili ya kuwajengea uwezo watoa huduma katika hii hospitali, hususani maeneo ya mama na mtoto ili tuweze kupunguza vifo vya mama wa mama wajawazito na watoto wachanga. Tulifika hapa kuanzia Jumatatu na tumeanza kutoa mafunzo kwa watumishi, na mpaka sasa tumeweza kuwafikia watumishi wa hii hospitali ya arobaini na sita na wote tumewapatia mafunzo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba yale tuliowafundisha wataweza kuyatumia vyema na kuweza kupunguza vifo vya mama na mtoto. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwani ameona ni jinsi gani tunahitaji kupunguza hivi vifo na jitihada yake nyingi anazitoa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi na pia kuokoa hawa wa mama wajawazito na watoto wachanga.